Dr. Samia amesema hatasita kuwaondoa wale wote watakaokwaruzana na kuacha kufanya kazi zao ipasavyo. Ametoa maelekezo hayo wakati akiwaapisha baadhi ya mawaziri na mabalozi wapya aliyowateua hivi karibuni na kuwaapisha leo katika hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino jijini Dodoma. Aa, nimeona nikupandishe uwe waziri wa michezo na ni kwa sababu nadhani hizi pirika ndizo zinazokufaa sababu kwa mwa siku moja kufunga mitaa ukafanya na machoma na michezo na nini si, si kazi kubwa kwako, ni kazi rahisi. Lakini wizara hii ina vijana wengi, nadhani wewe na Hamisi Hamisi Kapimujuma Mwanafwe mpiga mistari yule, tutakwenda vizuri. Ninaelewa wote ni vijana, wote ni wadogo. Sasa kwenda kusikia mizozo huko Kagawaneni majukumu yenu, kila mtu asimame kwenye majukumu yake, na Makonda utakuwa overall utamsimamia mwezio. Sitaki kusikia mizozo, nikisikia mizozo nyote out eh. Nimewapeleka mfanye kazi, sio mkalumbani. Kwa mabalozi wetu wote wapya, mimi niwatakie kazi njema popote mtakapopangiwa vituo vyenu. Tuna kwenye ubalozi lazima upeleke credentials kwenye nchi unayompeleka mtu na CV yako, wakusome wenyewe. Wana njia zao, watakutafuta mpaka wakikubaliana na wewe, wanatuambia sawa, tuletewe kwao. Tukipata hizo sawa.